Kwa majina ni Flora Anjua Onyango, natoka Bungoma, kaunti ya Bungoma, constituency ya na Tongareni, wadi ya Mbakalo, location Kibisi, Miuke area, nimekuja hapa ku break record for 74 hours, kwa sababu ya corruption ni mingi sana Kenya yetu, na inaomba serikali ipiganie haki yetu na pia ipiganie at least fight na hiyo corruption sijafanya zoezi lakini niko sure nitabreak hii record. hmm. yeah. hali ya security yako iko vipi hapa na kwa nini ukaamua tu kufika hapa? ya. sijatoka Tongareni nyumbani ndio Tongareni but nimetoka Nairobi hmm. yeah. kwa hii challenge yangu sitakula kitu na sitakunywa maji until nimalize hmm. niko na 23 years pana na mtoto mmoja. Niko na mama, sina baba, lakini familia imejua. Uh, nilianza saa saba na dakika nne, na natarajia by Wednesday, nikuwa nimemaliza saa tisa na dakika kidogo. Juu okay, kwa majina uh, najulikana kama Douglas Miyu. <coughs> mimi ni mwenyeji hapo. Mi ni mmoja wa madereva wa lori transporters na wakati msichana dada yetu alikuja hapa, alikuwa anasema anataka kufanya hii challenge ya kuhug mti juu ya mambo ya corruption. So, alikuja na jamaa hapa, na tukasema ni sawa, ameamua kufanya challenge yake, na so hapo ilikuwa ameinform security, na sasa sisi kama ni dada yetu na ameanguka kwa mikono yetu, sasa sisi tulikuwa tumeamua kama watu ya lorry transporters, dereva kuna kadhaa so, tulikuwa, tulikuwa tumesema tutamwekea security kama kaunti haitamwekea security, kuna wengine tutalala hapa, tutamwekea security. E, kuhusu challenge kama hii ni challenge mzuri kwa sababu Kenya yetu imejaa na ufisadi na corruption. So, anataka pia viongozi hawa viongozi wabadilike. Vijana ni wengi, kazi hakuna. Watu wamepata madigiri hawana kazi, wanafanya mjengo, wanafanya mambo ya bodaboda. Serikali inafaa pia iangalie hii maneno. Mtu hawezi toka amepata digiri yake anaenda kuendesha bodaboda. Haiwezekani. Kuna watu wako kwa serikali hawajapitia, hata mtu hajapata degree na ako kwa ofisi ya serikali. Challenge kama hii inataka kutufundisha pia sisi, tujue, ukisoma, hata kama wewe ni Mkenya, lazima ukuwe mahali fulani, yes. Majina anaitwa Martin Juma, chairman lorry transporters Bungoma. Uh, nimesikia kuhusu huyu dada yetu msichana, kuhusu challenge yake against corruption, na tunajua ya kwamba katika Kenya ukiongea mambo juu ya corruption wewe ni next target, lakini tunatarajia na kushukuru msichana wetu huyu ya kwamba haongeleshi mtu, lakini yeye anataka a face corruption. So nimepata habari yake mchana na sijakuwa na nimepigiwa simu nije nikamuuliza kama amepata any security kwa ajili ya challenge yake, kulingana na madereva ambao wako kwa sababu ako kwa eneo letu la kazi, walikuwa wamejitolea wafanye security kwa ajili yake but nimechukua in initiative nimecall in OCS Bungoma police station. Amenihakikishia ya kwamba within no time atakuwa hapa ili ahakikishe security ya huyu msichana, na tunashukuru kwa security agencies ya Bungoma kwa ajili ya, tunatarajia response yao kwa mapema ili msichana wetu akuwe safe, na tunamtakia ya kwamba hii challenge isikuwe tu ya kwamba watu wenye wako kwa serikali waichukulie mzaha. Viongozi yeye analenga viongozi, tafadhali tunataka viongozi wenye wanasimama na kutetea haki ya binadamu, kwa sababu saa hii serikali ya saa hii wanataka mtoto ya shangazi, mtoto ya rafiki yangu, demo yake, lakini qualifications hawaangalii. So dada yetu, sisi kama chairman nakutia moyo, kongole. In case of anything, sisi kama driver wa lorry transporters Bungoma tuko hapo. tuko hapo kwa ajili yako. Ukihitaji kinywaji tutakupatia, ukihitaji chakula tutakupa, ukihitaji chochote ili tuhakikishe ya kwamba umemerit na umefaulu.